Yaani, kuna mtu si mwana kabisa lakini nani msaliti? Wote wanatoleana macho muda huo, wakatawanyika pale baada ya kusikia kuna mmoja kati yao ni msaliti. Ahmad akapokea ujumbe kwenye simu yake unaosema, najua ulichofanya hivi karibuni, itakwenda kujulikana na kila mtu. Kafanya nini tena? Akawa anajiuliza ni nani huyu, pia akakumbuka siku ya tukio, pia akakumbuka ile siku ambayo Mr. Marcus alikuwa anaongea na Layla kuhusu kuja kwenye pati, alikuwa anakula chapo kwa pembeni tu mpaka siku ya pati Mr. Marcus alipokuja bado, Ahmedi akawa anamwangalia. Wakati Mr. Marcus anakwenda kutafuta bathroom kabla hajafika, Ahmedi alimuita na wakaongea kirafiki tu, ila Ahmedi alimpa Mr. Marcus kinywaji tena akamfosi sana anywe. Mr. Marcus kweli akanywa kile kinywaji na Ahmedi akahakikisha Mr. Marcus amekunywa amekimaliza. Sasa kwa hilo jicho alilokuwa akimwangalia, ni dhahiri shahiri kuna kitu aliweka kwenye kinywaji, yani aliweka sumu. Nia yake haikuwa nzuri kabisa kwa Mr. Marcus. Wivu wa mapenzi juu ya Layla ndio uliomfanya yeye kumpa sumu Mr. Marcus. Da, hii inasikitisha iseye. Lakini ni nani huyu ambaye inaonekana anajua matukio yote na anawachora tu, na ni kama yupo karibu sana na wao? Yaani huenda ikawa ni mmoja kati yao, yaani marafiki zao. Hii series bana, wanatuacha na maswali mengi sana. Nini hatima ya Chinasa kule kituo cha polisi? Na simu ya Mr. Marcus haijulikani ipo wapi mpaka sasa hivi. Kwani Ahmedi ya kuchukua aliongea vile ili kumlinda Leila tu? All of Us kipande cha nne kinaishia hapa, na wahusika wenyewe hawajaendelea kutoa episodi zinazoendelea kwa miezi kadhaa sasa, ila Eni ambaye ndiye mtayarishaji mkuu wa hii movie na shemeji yetu Priscilla wamesema itakuja kuendelea mwezi wa nne tena ikiwa na subtitle ya Kiswahili kabisa kuonyesha Love Tanzania. Ebu yasikilize maneno ya Eni mwenyewe. Habari familia yangu ya Kiswahili. Filamu yetu All of Us itakuwa na tafsiri ya Kiswahili. Itapatikana kwenye YouTube kuanzia April 10. Asante sana. <laughs> Endapo wakaendelea basi, mimi sitakuwa mchoyo, nitakusogezea hapa Mswahili TV. Naomba usubscribe kisha gusa alama ya kengele, kwani baada ya hili dude kuna dude lingine linakuja la moto sana. Hii ni Mswahili TV na mimi ni Clay Mswahili. Mashabiki tuko tayari, Swahili TV si hemu yetu ya furaha. Asante Clay kwa kazi yako ya